Mimi ni Askofu dadiishimasi Mageni, askofu wa askofu wa pili wa daosisi ya Morogoro, ikiwa nilimpokea Baba Askofu Gresford Chitemo mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba mwezi wa Novemba tarehe thelathini, ndipo nilipowekwa mikono ya kuwa askofu wadaosisi ya Morogoro. Lakini pia kwa kawaida unapokuwa askofu wadaosis unakuwa ni dini wa kathedro na mimi ni nilikuwa dini wa kathedro kuanzia nipo askofu, dayosisi, kwa mikono ya a basi, nikawa dini wa kathedro. Tunamshukuru Mungu sana kuona kwamba tumefikia wakati huu wa kuadhimisha miaka 60 ya kathedro. Kwa hiyo wakati huo mambo ya kiroho ikuwa na mambo ya kiroho yakiwa juu sana. Baba Askofu Kitema alikuwa ni mtu aliyependa sana mambo ya kiroho, mikutano ya kiroho. Na dayosisi nilikuta ikiwa na moto wa kiroho sana, na watu wakimpenda Mungu sana, na wakati huo pia hata mahudhurio ya ibada yalikuwa ni mazuri. Uh, na mikutano ilikuwa inafanyika, na, na fellowship zilikuwepo pale kanisa kuu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana kwamba, kwa, kwa kweli kwa neema yake kazi ya Mungu iliendelea vizuri pale Kasido, lakini kwa upande wa kiuchumi uh, ilikuwa sio sana kama wakati huu. Uh, na wakati ule ilikuwa uwezo ni mdogo wa Kasido kwa kuwa mkubwa sana uh, ukilinganisha na sasa. Sasa hivi Kasido ina hata ina wachungaji wengi na inaweza kuwa kumudu kuwalipa lakini na wakati mwingine mchungaji mmoja tu ambaye ndio anakuwa ni sabudini na dini mwenyewe kwa sababu ya uwezo wa kulipa. Sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba mambo ya uchumi yamepanda, na kasidwe imekuwa na na uwezo wa kuweza kulipa watumishi, una watumishi pale wanaofanya kazi kwengine sio za kichungaji, anasaidia huduma nyingine mbalimbali na wanaipa na kanisa kuu. Kwa hiyo kanisa kuu inaonekana kuwa na uwezo sasa hivi zaidi kuliko wakati ule, maana inaweza mishahara wa ya wachungaji vizuri na inaweza kulipa mishahara ya watumishi wengine vizuri kabisa. Na kwa hiyo kwa kweli kwakweli, sisi tumshukuru Mungu kwa kipindi chetu, tulifanya pale, tulifanya kwa furaha. Na wakati huo tukiwa tunafanya pale, tulikuwa na wazee muhimu sana kama mzee Mkadawile alikuwa ni mzee muhimu sana wa kathidro, na ndiye alikuwa mwasibu wetu wa kathidro kwa mzee, mzee mwenye msimamo, mzee aliyejulikana sana hapa mjini na pale kathidro alikuwa ni, ndio, ndio kama kama mzee kiongozi wa wazee wenzake, na kwa kweli alikuwa ni msaada mkubwa sana kwa kazi ya kathidro, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa msema kweli, alikuwa hasemi afikifiki mambo, kose atakwambia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwamba eh, chini ya askofu baba askofu Sehaba, kazi ya kathidro imekuwa sana na shughuli nyingi zinafanyika pale na ukiangalia kwa kweli maendeleo yamekuwa ni makubwa sana kuliko wakati wetu. Nashukuru Mungu kwamba ameendelea kumtumia baba Askofu Sehaba kuweza kufanya kazi nzuri ya kufanya kazi ile kupiga hatua ya kwenda mbele pale kasitu, kazi ikiwa imepiga hatua kubwa sana ya maendeleo kimwili, kiroho na kiuchumi. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru Mungu na tunaamini kwamba kwa miaka kwa mingine ijayo Mungu ataendelea kuwasaidia eh, baba Askofu na pengine wale watakaofuata katika kuendeleza kazi ile ili kwamba iendelee kusonga mbele, aa, katika kanisa kuu. Basi Bwana Yesu asifiwe, na sisi tunaendelea kuombea ili kwamba Mungu aendelee kuwabariki wenzetu wanaofuata kuendelea na uongozi wa kazi ya Mungu.